Ulikuwa unadanganywa kipindi kikubwa sana lakini, leo nitakwambia vipi ulikuwa unadanganywa kwenye jambo la video. Wengi wetu tunadhani kwamba video ni tukio halisi, yani ni tukio linaloendelea. Kwa mfano, tunaangalia mtu yuko barabarani, anaendesha gari kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ile ndio tunaita video. Leo nakupa kitu, video si tukio linaloendelea halisi. Video ni mwendo wa kudanganya, ni mwendo wa kugoshi. Kivipi? Video ni mfululizo wa picha nyingi zinazochezwa kwa haraka sana kiasi cha kwamba binadamu au jicho la binadamu haliwezi kuona zile tofauti ya zile picha, ni mfululizo wa picha nyingi. Maana yake video ni mapicha kama picha nyingine unazoziona, lakini zinapigwa kwa haraka sana, zinachezwa ndani ya sekunde moja, kiasi kwamba jicho la binadamu haliwezi kugundua kwamba zile zilikuwa ni picha. Twende zetu kwenye mfano huu utanielewa na kupa mfano. Jalia hichi hapa kitabu, na hizi zilizomo kurasa hizi, ndio picha kwenye hichi kitabu. Nikifungua hapa, kuna picha ya kwanza hii ya huyu katuni yuko hapa, lakini nikifungua tena ukurasa wa pili, katuni huyu yuko hapa. Nikifungua tena ukurasa wa tatu, katuni huyu yuko hapa. Nikifungua ukurasa wa nne katuni hii yuko hapa. Hizi zote ukiangalia ni mfano wa picha, manake hii ni picha e, hii ni picha na hii ni picha. Kinachotokea kwenye video, video inapiga picha kama picha nyingine, lakini inazichezesha kwa haraka kwa pamoja. Kwa hiyo na hata mimi nikizipeleka kwa haraka hizi, jicho lako linaweza likakudanganya, unaona ona naweza nikakudanganya, nikasema eh, huyu katuni alitoka huku moja kwa moja akaja huku. Kumbe hakuna, huo ni mfululizo wa picha ambazo zimechezwa kwa haraka. Kwa mfano huu, bila shaka umeshaona kwamba video ni mwendo wa kughushi. ni picha zinazochezeshwa kwa haraka ndani ya sekunde, kiasi kwamba binadamu hawezi kujua. Kwa nini binadamu hawezi kujua? Sasa macho ya binadamu yanaweza kuhifadhi picha iliyoiangalia kwa mili sekandi chache. Hata kama umeshaangalia picha ile, picha haiondoki kwenye jicho lako kwa mili sekandi fulani. Kwa hiyo ikichezeshwa picha nyingine pale pale, jicho lako linaona kwamba ni picha endelevu. Ndiyo maana unaweza kusema video yote ni tukio moja, lakini hapana, jicho lako linakudanganya. Zile ni picha zinazochezeshwa kwa pamoja. Kama umependa video hii Bonyeza like na kama una swali lolote, njoo sehemu ya comment. Lakini sasa usisahau kusubscribe, kama bado ungependa kuendelea kupata video za technology. Hii ni Alzenjbary Technology, kazi yangu ni kukwambia mambo ambayo huambiwi.